Taamul walima. Chakula kibaya ni chakula cha walima, chakula cha walima ni chakula cha harusi ha? Yudaa laha huwalikwa kwa huwa ajili ya kuja kukipata na kula chakula hicho al-aghniyau, matajiri wa yutraku alfuqarau, na huwachwa mafukara, yumnauha man ya'tiha. Kwa nini chakula kibaya ni chakula cha walima, ni chakula cha harusi? Kwa nini? Kwa sababu yumnauha man ya'tiha eh? Maanake kinanyimwa chakula hicho eh? Anayekiendea yule, ambaye ndio mkusudiwa wa chakula hicho, hapewi kadi ya mwaliko na chakula hicho mkusudiwa, eh, ni huyo, lakini hapewi kadi ya mwaliko. Ni nani mkusudiwa eh? ni mafukara. Mafukara hawapewi kadi ya mwaliko. Kadi ya mwaliko wanapewa matajiri, mafahamu na matajiri, chakula hicho unapowapa kadi ya mwaliko matajiri waje kula chakula cha eh, cha walima cha harusi. Bwana Mtume anasema, nasema anasema eh, wayudha ilaiha man ya abaha, na huitwa akapewa mwaliko wa eh, kuja kula chakula hicho. Man ya abaha, yule anayekikataa hicho chakula vipi? Maana yake nini? Ukiwaita mafukara ha kawapa kadi ya mwaliko mafukara, mwaliko wa walima chakula cha harusi, ukifika ule wakati wa kupatiwa chakula, fukara kufurahia kile chakula, anakula kile chakula kwa kukifurahikia kile chakula na shukurani utaipata, atashukuru kwa sababu ni mhitaji. Sasa ukamnyima kadi ya mwaliko huyu ambaye ndio mlengwa wa chakula hicho, chakula hicho kinakuwa ni sharu taam, chakula kibaya kinakuwa ni sharu taam kwa sababu umemwalika mtu ambaye anapokula chakula hicho, pilau inanuka, pilau inanuka moshi, pilau haina viungo. Unasikia bwana ana, anakula kile chakula na uko ana maneno maneno, eh? hali kile chakula kwa, kwa kifurahikia eh. Sio mlengo huyo, chakula kile kinakuwa ni chakula kibaya. Je, tusiwaalike matajiri? Hakumaanishi hivyo tunapotoa mialiko eh? Kwa sababu pengine marafiki zako ni matajiri na shughuli kwa nyumbani kwako eh? utawaalika Utawalika, wamekushika na mkono pia eh? mambo yaende sawa. Sasa kipaumbele, kipaumbele ni mafukara. Unapoandaa vifa, unaandaa karamu eh? unaita watu kwa ajili ya kula chakula, hakikisha kipaumbele ni mafukara ndio wahusika hao hao ndio walengwa. Waite na marafiki zako matajiri wenye nafasi sawa. Lakini usije ukaacha kuwapa mialiko mafukara ukawaalika matajiri ambao eh, chakula kile watakitiatia kasoro, tiatia tia kasoro fukara anapokula kile chakula, hizo fikra sui za viungo ni hakuna hakuna hakuna. Sasa tunajifundisha nini hapa? Mafunzo ni kwamba arrahimuna, wale watu wenye matendo ya huruma wahurumia ambao tumeelekezwa tuwahurumie. Yarhamu man fis samaa, atawahurumia Mwenyezi Mungu wale wenye kuwahurumia, wale ambao wako ardhini. Arrahimuna man fil ardhi, yarhamu man fis samaa. Hapa ardhini, hapa kuna watu wana uhitaji mkubwa sana, wanahitaji kuhurumiwa, wanahitaji kusaidiwa eh wanahitaji kusaidiwa chakula, mavazi, matibabu, kujengewa nyumba, kusaidiwa katika maisha yao, kupewa mitaji, kwa kuwahurumia hawa. Wakipatikana watu wa namna hiyo na wakawa wanazitoa hizo huduma eh, kwa unyenyekevu eh, na kuwadhamini hao, Mwenyezi Mungu eh, hao watahurumiwa na wale walioko mbinguni. Ni hivyo msimu huu, alhamdulillah, katika kualikana futari ha? Sawa, waalike jamaa zako, marafiki zako, lakini wahitaji wahitaji wawepo na wanapokwepo katika kuipata ile futari wahudumie kwa unyenyekevu eh? Wape umuhimu na uwathamini eh? Huyo fukara ndio umkaribishe hapo nyumbani kwako, nasikia eh? Sitting room akae kwenye hilo kochi eh? Um, yani umkaribishe kwa unyenyekevu, kwa mahaba na umfurahikie fukara anapokujia nyumbani kwako, umfurahikie, uone kwamba hapa ndo mahala pa mimi eh, kufaulu namna hiyo, na kule kufikiri kwamba ni chakula gani nimpatie, chakula kizuri. Usianze tena kusema ah, huyu hata nikimpa mihogo nafikiri hata atajali eh? Alafu wengine ndo nawapa Sawa. So, futari ya nazi, futari ya nazi unawaandalia matajiri, futari ya nazi mavamu na samaki wa kupaka matajiri eh? ukiwaita mafukara unawachemshia mbaazi. Hawa <laughs> watazipiga tu hawa. Hapana, tusifanyeni hivyo hawa hawa ndio tunatakiwa tuwashike vizuri tuwashike vizuri. Sasa haya tukiyafahamu vizuri haya ha? tutajua namna ya kuamiliana na watu, tutajua namna ya kuamiliana na watu. Jambo kubwa muhimu sana walimu wangu, wanafunzi wetu, tujitahidi sana tuwe na uhuru, tujitahidi sana, tuwe na uhuru. Tutakuja kuona huku darasa letu, tutamalizia na aya haya. Yote niliyoyazungumza haya, haya msingi wake ni hii aya ambayo kwanza tumetanguliza sababu nuzul, alafu haya nikayaingiza katika maisha yetu na ndivyo ambavyo tunatakiwa Qurani eh? tukiisoma Qurani tuiingize katika maisha yetu. Tukipata tafsiri darsa la Qurani basi maanake le, le darsa lile tuliingize kwenye kwenye maisha yetu. Walimu wangu tuweni na uhuru. Nina maanisha nini? tunapoamiliana na watu tukawajua hawa watu eh, ambao tunaamiliana nao, watu wenye uchumi watu, hawa watu kila makundi ya watu tuamiliane nao vizuri. Uhuru unaozungumzia papigie ni mstari hapo, hasa kwa mashehe kwa waalimu tuweni waangalifu sana, wasije wakapatikana watu kwamba tuwasikilize wao tu. Watu hao ni watu wa namna gani? Ni watu wenye hali nzuri kiuchumi, watu wenye hali nzuri kiuchumi wanakusaidia wewe ni sawa, ni vizuri na wanatakiwa wafanye hivyo, kama walivyokuwa maswahaba wale wenye nafasi ya uchumi waliosimama na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kina kina sayyiduna Abubakar radhiallahu ta'ala anhu waardah. Mtume alizitumia mali za sayyiduna Abubakar kuendesha uislamu na kusimamia Uislamu, na sana alikuwa yuko tayari sayyiduna Abubakar kutoa mali zake kwa ajili eh, ya Uislamu, na akimsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi wengi wengi wengi wengi, kina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu. Mtume alikuwa na watu wa namna hiyo, sawa watu ambao walikuwa na uchumi hasa. Na sisi mashekhe walimu katika jamii, tutakuwa na watu wana nafasi, wana hali nzuri, watusaidie na tuwaambie, eh, majukumu tulionayo na tuwape kazi. Usifike wakati wakatuendesha. Ndo uhuru ambao unaozungumza. Kwa kuwa anakusaidia, basi anataka sasa akukontrol yale ambayo unapaswa wewe kama shekhe kama mwalimu kumwelekeza, husimami katika nafasi yako. Wewe kazi yako iwe dhahiri dhahiri, kwa sababu ya magunia ya michele, kwa sababu ya mzigo? Hapana, hapana, si unalala vizuri eh? Eh! Usifike wakati mpaka watu wanatangaza kuyule yule, mi nimemuweka hapo, nitakachomwambia mimi ndicho atakachokufanya kwangu, hana ubishi kwangu hana ubishi. Sasa nakupeni siri, mimi na marafiki wengi kwenye hali nzuri kiuchumi sawa. Mnaponiona natembea kwa miguu, sishindwi mimi kumwambia Suleiman, siniletee gari nyumbani, na mwingine yoyote sishindwi, sishindwi. lakini haya ni maisha ya kupita. Kama ni maisha ya kupita, ikiwa mimi leo sina yeye ndo anacho, wakati wowote Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha hali, mimi nikawa nacho yeye hana. Mfano ndo maisha yalivyo. Sasa je, siku akiwa hana, ameishiwa utafanyaje? Kwa hiyo, kwa hiyo mimi kutembea kwa miguu naona kawaida tu, nasikia kawaida tu, kwenda shamba kawaida tu, sawa na mimi kuwa eh, ni mjasiriamali kawaida tu, sawa sawa. Lakini wakati huo ninapata uchungu sana kumwona mtu anataabika, anateseka chungu kweli kweli. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atupe mioyo yenye huruma, umwone mtu anateseka, halafu hilo likuumize, likuumize, likuumize, likuumize hilo. Kwa hiyo tuweni hivyo ili twende tukamalizie darsa letu kwa aya ambayo itatupeleka tufunge darsa letu, na kupeni maneno ambayo huwa nimeyashika sana katika kule kuwa na uhuru, sawa? Usikubali kuuza uhuru wako, usikubali kuuza uhuru wako shekhe, usikubali kuuza uhuru wako imamu, usikubali kuuza uhuru wako mwalimu. Wewe ni mtu muhimu sana. Kama watu bado hawajafahamu umuhimu wako, wewe bado hujafahamu kama wewe ni mtu muhimu eh? wala usijichukulie kwamba wewe ni mtu dhalili, eti kwa sababu natembea kwa miguu. Hapana, mi natembea kwa mguu, na huku nikijua mimi ni mwalimu, mimi ni muliru wa mahadisi, hayati islamia, mimi ni shekhe wa mkoa najitambua, n yani, huku natembea kwa miguu, halafu huku najielewa mimi ni nani, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. ndakufa hadha min fadli Rabbi. Huyo anasema, shekhe wa mkoa anajielewa kweli Yaani eti wanadhani ninapotembea kwa mguu eti sijielewi. Natembea kwa miguu huku nikijielewa, natembea nikiwa juu ya bodaboda huku nikijielewa, natembea nimepanda bajaji huku nikijielewa. Umeelewa? Nini ninachopigania? Sitaki kuuza uhuru wangu, uhuru wangu siwezi kuuza. Ehe. Walikutana mbwa wawili, mbwa moja ni mbwa koko. Mbwa koko mnamjua mbwa koko eh? mbwa koko mnamjua, ni mbwa anayejitembelea sawa sawa. Mbwa mwingine ni mbwa anayefugwa ukimwona ametoka eh? ndio kafunguliwa hivyo Wamekutana mbwa hao wawili, huyo mbwa koko eh, amekondeana huyo mbwa wa kufugwa ana hali nzuri, ana hali nzuri. Mtu ukimwona hivi si unamuona, au sio? Au sio? Eh, mtu ambaye hali yake nzuri, au unamuona, au sio bwana? Aya, hawezi kufanana. Mtu mwenye kiatu kimoja chekundu na kingine cheusi alafu mwingine amevaa kiatu sawa, eh vyote ni vi, ni yani, ni, au sio? Lazima utajua tu huyu anaevaa kiatu kimoja chekundu kingine cheusi maana yake ana hali ngumu, lakini yule mtu anaevaa kiatu chake mfano mokasi nzuri kinang'aa kimetoka shashai, utajua tu huyu mambo yake super, au sio bwana? Sasa ndio amekutana mbwa hivyo mbwa wawili mmoja mbwa koko, moja mbwa wa kufugwa. Umeelewa eh? Sawa, sasa huyu mbwa koko katika kujuliana hali na mbwa wa kufugwa anambia, tuambiane bwana eh? tuambiane bwana, yaani tupeane dili bwana, siri ya urembo mwenzangu hali yako nzuri, tuambiane bwana. Yule mbwa kufuga akamwambia unataka uwe kama mimi? Ndio maana nakuambia tuambiane. Yule mbwa kufuga asema mbona jambo jambo rahisi tu, ukitaka kuwa kama mimi jambo rahisi tu. Eh, niambie bwana. Kubali kufugwa. Eh? unataka kuwa kama mimi Kubali ufugwe, utatoka kwa wakati ambao eh, <coughs> utakaoruhusiwa. Mimi unavyoniona hivi, sawa, ndio nimeruhusiwa hivi kutoka <laughs> na natakiwa nirudi. Unasikia bwana, natakiwa nirudi kwayo, napatiwa kila kitu, nahudumiwa vizuri kwayo. Na wewe ukitaka, kubali yule mbwa koko alisemaje? Lan abi'a hurriyati biqit'ati lah, siwezi kuuza uhuru wangu kwa kipande cha nyama. Mimi niache ni puyange, niende mashariki nikitaka, niende magharibi nikitaka, niende kaskazini nikitaka, niende kusini nikitaka, au sio bwana? Niwe na uhuru wewe bwana endelea bwana, endelea bwana, endelea nenda kajinenepee, mimi acha niwe na uhuru, au sio bwana e? na mimi sawa, nahitaji uhuru, wasikia bwana e, nahitaji uhuru. Saa ngine mimi hata gari yako bita ikataa wakati nimeamua mimi kujitembelea kwa miguu. Sheikh bwana, unapata sababu nini bwana? Hai, magari tunayo bwana, mimi nishaweka nia kutoka nyumbani kwangu naenda mahali fulani kwa mguu sawa. So, wewe kama ungekuwa na umuhimu huo sawa, so, ungekuja nyumbani mapema kwamba shekhe hana gari, wacha niende nyumbani kwa shekhe. Shekhe bwana, nimekuja ili gari liko hapa kwa ajili yako, popote pale unapotaka kwenda na dereva huyo hapa eh, hii gari iko kwa ajili. Nyumbani umenifuata sasa. Ukutana barabarani na shekhe, unapata taabu ya nini? Tayib. Mwenyezi Mungu atukunjulie riziki. Atupe riziki za halali. Mwenyezi Mungu atupe riziki za wasaa. Tuwe na majumba mazuri. Tuwe na mavazi mazuri. Tupate vipando vizuri. Lakini viwe na uhuru na sisi. Amin ya Rabbal Alamin. Tayib.